Ilishawahi kukutokea mtu akakuomba kitu ukamkubalia na baadaye ukajilaumu ni kwa nini umemkubalia? Ya yeah, unamwambia mtu ndio, na hiyo ndio yako baadaye na inakugharimu. Ni kitu ambacho kinatutokea tunaishi nacho. Inabidi ufahamu kwamba kwa kila neno ndio unalompa mtu na ukamkubalia kwenye jambo lake kuna gharama unaibeba. Kuna gharama nyuma ya kila neno ndio unaloliweka kwa mtu ni kwa sababu ya vitu viwili unaposema ndio kwa mtu au kwa jambo lolote, inawezekana ndani yako umejiambia ndio pia, kwa sababu hilo jambo linaendana vizuri na wewe. Lakini pia jambo la pili ni kwamba inawezekana umejiambia hapana kwa namna moja ama nyingine, kwa maana kwamba jibu lako ndiyo kwa mtu mwingine linamaanisha hapana kwenye baadhi ya mambo ya maisha yako. Kwenye somo hili, naenda kuongelea maeneo manne ambayo inabidi uwe makini sana kabla ya kusema ndio. Pia nitaongelea madhara yanayotokana na kukubaliana na mambo ya watu bila kutafakari, na nitaongelea namna ya kufanya kama ilishawahi kukutokea au hata kama hayajawahi kukutokea. Na tuanze na huu kweli kuhusiana na usemaji wako wa kwa ndio, kwamba ni wapi unatakiwa uzingatie kusema ndio au kuto kusema ndio. Jambo la kwanza inabidi ufahamu kwamba sio kila ombi linatakiwa kukubaliwa. Sio kila utakachoombwa inabidi wakubalie watu kuwafanyia, kwa sababu sio kila kitu utakuwa na uwezo nacho. Mara nyingi tunakwama kwamba kila nitakapoombwa na mtu nikimkatalia au nikimwambia siwezi atajisikiaje, labda ataumia au labda atanichukulia vibaya. Hiyo inaweza ikakugharimu, kwa sababu kitu ambacho huwezi kumfanyia mtu usijilazimishe hata siku moja, na dunia ndo ilivyo. Kuna baadhi ya mambo utaombwa utayaweza na utasema ndio na yale ambayo huwezi utamwambia mtu siwezi, kwa sababu lazima kuna mtu mwingine ambaye anaweza akamsaidia. Jambo la pili unatakiwa kujifunza ni kwamba sio kila kitu kinahitaji uvumilivu, kwa sababu tu unahofia kuwaumiza watu wengine. Usijilazimishe kubeba mizigo kwa sababu tu unaogopa kumuumiza jirani, unaogopa kumuumiza rafiki, kwa sababu mara nyingine sio kwamba unawaumiza ni kwamba unavumilia kitu usichokiweza, unavumilia kitu ambacho hujabarikiwa nacho, unavumilia kitu ambacho kiko nje ya uwezo wako. Au mengine unavumilia kufanyiwa vitu ambavyo hutakiwi kufanyiwa, hutakiwi kuishi navyo, ila tu hutaki kumuumiza mtu mwingine. Hutaki ajione kwamba ah, atanifikiriaje, huyu ni mtu mbaya. Hutaki ajione kwamba ametritiwa vibaya. Sio kosa kwako kwa sababu sio kwamba umemtriti vibaya, ni kwamba unajaribu kuvumilia bila faida kwako. Chagua ni maeneo gani utavumilia, chagua ni vitu gani utavivumilia kwa sababu mahusiano yako na huyo mtu au uwepo wa hicho kitu kwenye maisha yako utakuwa na faida kuliko huo uvumilivu. Ukiona uvumilivu una gharama kuliko faida unazopata ni vema kabisa kusema kwamba siwezi na ukajiondoa. Kinachoumiza sana ni pale ambapo unaamua kumvumilia mtu na mambo yake, kumbe yeye hata hajali hata kidogo. Hiyo inaumiza sana siku ambayo unafahamu. Kwa hiyo ukishajifunza kwamba mara nyingine watu unaowavumilia hata hawajali, ndio utajua umuhimu wa kujali sana maisha yako na kujua eneo la kuchagua kusema ndio au kusema kwamba siwezi. Kitu cha tatu natakiwa kukifahamu na kujifunza ni kwamba sio kila mara unapojitolea kwa watu, unapojitolea kwenye maisha yao, unakuwa unajenga thamani yako kwao. Hapana, mara nyingine unaangaika kuwafanyia watu mambo mazuri, kujenga kitu kizuri, kujenga mahusiano mazuri, kulinda kila kitu ulichokuwa nacho, ukidhani kwamba na ukiamini kwamba unajenga thamani nzuri kwao ili muishi vizuri, mara nyingine hawajali mara nyingine hawaioni kabisa hiyo thamani, na kinachotokea baada ya hapo ni kwamba unaishia kutumika unakuwa mtu wa kutumiwa tu. Kwa hiyo fahamu kabisa ni maeneo gani yanastahili nguvu yako ya kujitolea kwa ajili ya kutoa thamani yako. Jua ni wapi unathaminiwa, jua ni watu gani wanaiona thamani yako, na hapo ndoweze kujitolea kwa ziada, kwa sababu mwisho wa siku itakulipa. Kama uthaminiwi, huna haja ya kujitolea na jambo la nne ambalo ni la muhimu sana unatakiwa kuzingatia ni kwamba unaposema ndiyo kwa kila mtu na kwa kila kitu, unaweza ukawa unasema hapana kwenye mambo mengi. Unaweza ukawa unasema hapana kwenye ndoto zako, unaweza ukawa unasema hapana kwa furaha yako, unaweza ukawa unasema hapana kwa maendeleo yako binafsi, unaweza ukawa unasema hapana kwa afya yako ya akili unaweza ukawa unasema hapana kwenye thamani ya matumizi ya muda wako. Unaweza ukawa unasema hapana kwa kila kitu kizuri na cha maana na chenye thamani kwenye maisha yako. Kwa hiyo unatakiwa kujua ni muda gani wa kusema ndio na ni muda gani wa kuto kusema ndio kwenye maisha yako, ni kwa sababu ya haya madhara ambayo yanaweza yakakupata usipojua nyakati nzuri za kusema hapana na kusema ndio. Ndio isiyokuwa na mipaka ni mtego mbaya sana. Usipoweka mipaka, utajikuta kwenye mtego mbaya sana na utajuaje kama tayari ushaingia kwenye mtego? Ukiona kama watu ulionao kwa karibu hawakukubali sana kama vile ambavyo unadhani wanatakiwa kukukubali, jiulize mara mbili, fikiria vizuri na jaribu kukumbuka kama siyo ile ndio ambayo uliowapa siku za zamani, ambayo imekuweka kwenye mtego ulionao sasa hivi. Ukiona kama watu hawajali uwepo wako kwao Jaribu kujiuliza kama sio kwamba uliwapa ndio kwenye jambo fulani huko kwenye maisha bila kutafakari na kufikiria kwanza. Ukiona unatumia nguvu sana kukaa na watu, kuwaridhisha na kuwafurahisha, jiulize vizuri kama chanzo chako sio ile ndio uliowapa huko zamani, bila hata wao kutaka na kujali. Na ukianza kujihisi kama watu wanakuchoka, hawataki uwepo nao karibu, jiulize ni nani alimfungulia mwenzie mlango, kama walibisha hodi kwenye maisha yako ukawaambia karibu bila kuuliza ni nani yuko nyuma ya mlango. Inawezekana kauli yako ya karibu na ndio zinakugharimu mpaka leo kwenye maisha yako. Hayo ni madhara ambayo yanaweza yakakupata usipojua kuweka mipaka kwenye kusema ndio au kuto kuisema kabisa. Ukijikuta kwenye hiyo hali, haya ndio mambo unatakiwa ufanye. Hakikisha siku zote unasema tu ndio pale inapostahili, kwa maana kwamba unatafakari kabla ya kukubaliana na jambo lolote kwa mtu au kwa kitu chochote. Hakikisha pia unajifunza kusema kwa ujasiri kabisa hapana kwenye jambo lolote ambalo unahisi haliendani na maisha yako au matokeo yake yanaweza yakakuletea madhara kwenye maisha yako. Na kitu cha tatu ni muhimu sana, unatakiwa ujifunze kuwa na subira kabla ya kufanya maamuzi yoyote. Ukiona kuna maamuzi ya ndio, hapana na hauna uhakika, jipe mda Tafakari, fikiria, huo muda ndio utaamua kama ni ndio au sio. Ndio hekima ya maisha inatufundisha hivi, kila ndiyo ni mbegu. Kwa hiyo kabla haujaipanda hakikisha inaendana vizuri kabisa na hiyo bustani ambayo inaenda kuikuza. Na pia hekima ya maisha inatufundisha hivi, sio kila ombi linalokujia ni jukumu lako na sio kila nafasi unayoiona mbele yako ni ya kwako, nyingine ni za watu wengine. Kwa hiyo unatakiwa ujifunze kusema ndio kwa tahadhari kubwa sana, na pia inatakiwa uwe na ukomavu kiasi cha kuwa na uwezo wa kusema hapana iliyojazwa na upendo na ikiambatana na tabasamu usoni. Dunia hii, ukitaka kumfurahisha kila mtu, furaha itaondoka kwako. Natumaini umepata la na kujifunza. Usiache kusubscribe kama ujafanya hivyo, tuwekee comment kama una maswali au una maoni, na pia usiache kuwashirikisha wengine. Mimi naitwa Michael na hii ni Lenzi.